Katika siasa yetu ya Kenya leo, kuna wanaume sasa umejitosa uwanjani kung'ang'ania kiti ya urais, lakini kuna mmoja ambaye upende usipende amepita wale wengine mbio, chwa na apatikani mpaka wanaotafuta na yeye watafute mbinu mpya. Sasa we unaenda na mmoja wao na we na, anasema nakuunga mkono na anasimama anasema ah mimi tumekubaliana na fulani kwa sababu tutamfanya rais. Sikia, kiti ya gavana Nairobi yetu, kiti ya seneta yetu, women rep yetu, sijui wa mbunge sabini na tano ya waipa ni kumi, sijui ni waipa au ni nini, haya mcs sijui ni ngapi. Sasa wewe jiulize, ni mjinga gani Mkenya ataamka aende akapige kura katika sanduku namna hiyo ambaye anajua kwamba viti imeenda na mtu fulani na watu wake i e. Kwanza nyinyi mkiombea Kalonzo muambie aokoke na fikira. Wacha kuitisha kura kwanza laini, mi najua hapa mtasema mwana nunji nunji yes, lakini lazima mumuombea abandirike kwa fikira ajue Kenya ni kubwa ya kuleta siasa za Kenya. Na sio kura ya Mkikuyu inaweza kumfanya rais. Sio kura ya Mkamba inaweza kumfanya rais. Ni kura za Wakenya. Kinyatta tulipompikia kura tumepika kama Wakenya. Hata kama Wakikuyu wamepika wengi mi najihisi kwamba Kinyatta alichakuliwa na Wakenya na alikuwa rais wa Wakenya kwa sababu alichakuliwa na na Wakenya. Moi alipoingia na akaitisha kura mimi najizi kwamba moja alipikiwa kura na Wakenya lakini sio wa Kalenjin. Akaingia mzee Kibaki. Sisi wote, mimi pale nasimama nilikuwa naongea kwa nguvu sana nikisema Kibaki tumemchakua kama Wakenya lakini sio kama wa Kikuyu. Akaingia hata na Uhuru. Mimi nilikuwa napinga Uhuru na Raila tukiwa pande ile. Hakuna siku nimesema Raila alipikiwa kura na wa Kikuyu. Alipikiwa na Wakenya na akashinda. Ameingia Ruto. Ruto hajasema mambo ya ukaleji ni pahala hata sehemu moja. Halafu hawa wanajifunza siasa wanataka kutuambia kwamba kutakuwa na watu yetu ya Wakamba, kuna kutakuwa na watu yetu ya Wajaluo, kutakuwa na watu yetu tuwaje, ukora ndoko ndoko. Tuunganishe taifa letu tunataka Mkisii akija hapa hawe Mkenya, na Mduruma akienda Kisii awe Mkenya. Na tunataka Kenya iwe nchi yetu ambao tunaishi sisi wote, kwa kuitambasamia na kuona kwamba tunaipakata kama mtoto wa miezi sita, lakini sio kuforoga foroga foroga namna hiyo. Mimi nataka tusahau hiyo maneno na niambie ndugu yangu Kalonzo, nikiwa hapa, ona magazizi wa kuombea Mungu akufungulie njia, ujue kiti ya rais inaitishwa namna gani, na hata kama utakosa ukiwa na msimamo wa haki na kumheshimu Mungu, utakuwa na heshima hata mbinguni, kwani lazima tushinde wote. Dennis, unaambiwa wewe ndio utashinda, keti unaenda kujaribu.